Salimu nyote katika jina la Yesu, na nawapenda. Nimekuja leo kuja kujadiliana na nyinyi kuhusu jambo hili ambalo linasema chochote tutakachokifanya duniani ni mbegu. Kiwe chema, ni mbegu njema; kiwe kibaya, ni mbegu mbaya, na kuna siku tutavuna katika zile mbegu ambazo tunazopanda, na hizo mbegu ambazo tunayopanda ziko na mafanikio ama ziko na hasara mbele yake. Dada na ndugu, mimi ningetaka kuwaeleza ya kwamba leo Tupaine mfano tu wa msichana ambaye alikuwa ni mwanamwali akakosa kutii wazazi wake, Akaenda nje ya ndoa, bahati mbaya akaweza kupata ujauzito na alipopata ujauzito akiwa mdogo, yeye akaja akakuwa pengine akajielewa, akarudi chini akapiga magoti, akamomba Mwenyezi Mungu wake, Mwenyezi Mungu wake akamsamea katika lile jambo alilolifanya, lakini tukio la yale matendo ni mbegu ambayo iko pale, yule mtoto wakati alipotubu sio kwamba atakufa yule mtoto, iko pale, yuwangoja kulishwa, yuwangoja kuvishwa, yuwangoja kuenda shule, yuwangoja yote kutoka mzazi mmoja. Dada na ndugu, kumbuka ya kwamba kuna mambo tunayaficha chini ya maji, tunayafanya tukiwa tunafikiria watu hayajui, lakini Mungu anayaona na kuna siku Mungu atayaweka hadharani. Tupate njia njema, kwa sababu tuko tu hapa mahali duniani kwa ma wakati mchache na tuishi katika njia ambazo zinampendeza Mungu. Tuishi katika njia ambazo tutafanya vitu ambavyo kesho vitatugharimu, kesho vitatuletea matatizo katika uzao wetu. Nawapenda sana, na ndio maana nimekuja mahali hapa tukaweze kunena pamoja. Mungu awabariki, Mungu ashindanie, na tuko pamoja. Kwaheri.